Hii ni hadithi inayoonyesha maisha ya mwanamke aliyeachwa na mumewe wakati wa ujauzito, lakini hatimaye akapata upendo wa kweli kwa njia isiyotarajiwa. Hadithi ilivyoanzia: Mariam alifuta jasho usoni mwake huku akibeba sinia la chakula kilichochemka kuelekea kwenye ukumbi mkubwa wa chakula wa hoteli maarufu jijini Dar es Salaam akiwa na ujauzito wa miezi saba. Kila hatua aliyopiga ilionekana kuwa nzito zaidi, lakini hakutaka kupunguza mwendo. Kazi yake kama mhudumu wa hoteli ilikuwa tegemeo lake pekee la kipato, ikimpa fedha za kulipia kodi na gharama za hospitali. Vioo vya taa za dhamani viling'aa juu yake, harufu ya vyakula vya kifahari ikienea hewani. Lakini kwake hii ilikuwa siku nyingine tu ya kazi ngumu. Alikuwa na ndoto ya kujenga familia nzuri na mume wake Juma, wakimsubiri kwa hamu mtoto wao wa kwanza. Lakini ndoto hizo zilifutwa na ukweli mchungu: Juma alikuwa amemtelekeza. Hakujali tena, alimwacha Mariam kujitafutia riziki peke yake. Usiku baada ya usiku, Mariam aliwatumikia wateja matajiri waliokula kwa furaha, wakicheka na kuonyeshana mapenzi hadharani. Aliwaza ingekuwaje kama Juma angechagua kusimama naye badala ya kumtelekeza. Waliwahi kuahidi kupendana daima, lakini sasa alionekana kuwa mtu asiye na maana kabisa machoni pake. Juma alikuwa ameendelea na maisha yake. Alikuwa anaishi maisha ya kifahari na mpenzi wake mpya Halima, wakati Mariam akihangaika kupata chakula cha kila siku. Hata alipomwomba msaada, alimpuzia na kumwambia ajitafutie mwenyewe. Licha ya maumivu, Mariam hakuvunjika moyo. Alifanya kazi kwa bidii, akiamini kuwa siku moja mambo yangabadilika. Alitamani mtu ambaye angemjali, mtu ambaye angemdhamini, lakini hakujua kuwa hatima yake ilikuwa karibu kubadilika milele. Mkutano wa kustaajabisha. Usiku mmoja, hoteli ilikuwa na sherehe maalum ya wageni mashuhuri, wakiwemo wafanyabiashara wakubwa na viongozi wa serikali. Mariam alikuwa akiharakisha kuhudumia wageni, lakini ghafla moyo wake ulisimama alipomwona mtu asiyemtarajia, Juma. Alikuwa ameketi kwenye meza ya watu mashuhuri, amevaa suti ya gharama kubwa, akicheka kana kwamba hakuwahi kupitia maisha magumu. Lakini hakuwa kuwa peke yake. Mbele yake alikuwa Rais Jakaya, kiongozi mashuhuri na mwenye heshima kubwa kote nchini. Mariam alipiga moyo konde na kuendelea na kazi yake. Lakini aliposogea karibu na meza yao, macho yake na ya Juma yakakutana kwa sekunde chache. Juma aligeuza macho haraka, kana kwamba hakumjua. Hata alipomkaribia kwa heshima, hakuthubutu kumtambua hadharani. Samahani, sina hakika na huyu mwanamke, Juma alisema kwa sauti baridi, mbele ya Rais Jakaya na wageni wengine. Kauli hiyo ilimchoma Mariam moyoni kama kisu. Alisimama pale akiwa haamini masikio yake. Mume wake baba wa mtoto wake alimkana hadharani. Alitaka kulia, lakini alijizuia. Aliinamisha kichwa chake kwa aibu na kugeuka kuondoka, lakini kabla hajafika mbali, Rais Jakaya alisimama. Subiri kidogo, dada, alisema kwa sauti yenye utulivu lakini yenye mamlaka. Mariam alisimama akitetemeka. Rais alimtazama kwa macho ya huruma akihisi maumivu aliyokuwa nayo. huyu ni nani kwako? alimgeukia Juma. Juma alikosa maneno, alijifanya hajali, lakini kila mtu aliyekuwepo aliona ukweli. Huyu alikuwa mwanamke aliyemwacha bila huruma. Rais alimtazama Mariam kwa makini, kisha akasema jambo ambalo lilimshangaza kila mtu, ninakuheshimu kwa uthubutu wako na uvumilivu wako Unastahili kuthaminiwa. Ningependa kukuoa Mariam. Ukumbi mzima ulikuwa kimya. Mariam alidua akifikiria kama alikuwa anaota. Mtu mwenye nguvu zaidi nchini alitaka kumwoa yeye, mwanamke aliyekuwa ameachwa na kudharauliwa. Ndoto mpya. Hatua kwa hatua, Mariam alihisi maisha yake yakianza kubadilika. Alipata heshima na upendo kutoka kwa Jakaya ambaye hakujali kuwa mtoto aliyembeba si wake. Alimpenda Mariam kwa dhati na aliahidi kuwa baba mzuri kwa mtoto wake. Juma, kwa upande mwingine, alishindwa kuamini alichokiona. Mke aliyempuuza sasa alikuwa akiheshimiwa na kiongozi mkuu wa nchi. Alijuta, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Mariam alikubali kuanza maisha mapya na Jakaya. Harusi yao ilikuwa tukio la kihistoria na baada ya muda akawa mama wa taifa akitumia nafasi yake kusaidia wanawake waliopitia maisha magumu kama yake. Juma, baada ya kupoteza kila kitu, alibaki akitafakari makosa yake. Hata alipomwandikia Mariam barua ya kujuta, alijua kuwa hawezi kurudisha muda nyuma. Mariam hakutaka kubeba chuki moyoni. Alimsamehe Juma, lakini hakurudi nyuma. Aliendelea na maisha yake mapya akiwa na familia yenye upendo na heshima. Katika kipindi kifupi Mariam alipitia maumivu makali, lakini hatimaye akapata thamani yake halisi. Alijifunza kuwa mwanamke hapaswi kutegemea upendo wa mtu asiyejua thamani yake, na hivyo maisha yake yalianza upya, si kwa huzuni, bali kwa furaha isiyotarajiwa. Baada ya harusi kubwa iliyohudhuriwa na viongozi, raia wa kawaida na hata watu waliokuwa wakimshuku, Mariam alianza maisha yake mapya akiwa mke wa rais Jakaya. Alikuwa amepitia mateso na upweke mwingi, lakini sasa alikuwa kwenye nafasi ya kutengeneza mustakabali mpya, si tu kwa ajili yake, bali pia kwa mtoto wake ambaye angezaliwa katika mazingira ya upendo na heshima. Katika siku zake za kwanza Ikulu, Mariam alihisi kama alikuwa kwenye ndoto. Kila mtu alimheshimu akimuita mama wa taifa, lakini hakuacha kuwa mnyenyekevu. Alikuwa akipita kwenye kila kona ya jengo hilo akijifunza taratibu za maisha mapya, huku akimshukuru Mungu kwa mabadiliko ya ghafla katika maisha yake. Licha ya maisha mapya ya kifahari, alikumbuka vizuri maisha aliyokuwa akiishi kabla, maisha ya mapambano, kudharauliwa na kupuuzwa na Juma. Aliapa kwamba hataruhusu mwanamke yeyote kupitia mateso aliyopitia. Kwa msaada wa Rais Jakaya, Mariam alianzisha mpango maalum wa kusaidia wanawake waliotelekezwa na waume zao au waliokuwa wakikumbana na changamoto za maisha. Mpango huo ulitoa misaada ya kifedha, ushauri wa kisaikolojia na fursa za elimu kwa wanawake waliokuwa wakihitaji msaada ili kujikomboa kimaisha. Juma anajutia Wakati Mariam akianza kujiimarisha katika maisha yake mapya, Juma alikuwa kwenye hali mbaya. Mambo hayakwenda kama alivyotarajia baada ya kumwacha Mariam. Halima, mwanamke aliyemchagua badala ya Mariam, hakuwa mwaminifu kama alivyodhani. Aligundua kuwa alikuwa naye tu kwa sababu ya pesa na baada ya muda mfupi, alimwacha na kwenda kwa mfanyabiashara mwingine tajiri zaidi. Juma alifilisika. Alipoteza kila kitu. Rafiki zake walimgeuka, biashara zake zilidondoka na sifa yake iliharibika. Kila mahali alipokwenda, watu walimcheka na kumshangaa jinsi alivyopoteza mwanamke wa dhamani kama Mariam. Siku moja akiwa ameketi kwenye kibanda kidogo cha chakula mitaani, akisubiri chakula cha bei nafuu, aliona kwenye televisheni ya mkahawa Mariam akiwa anahutubia umati mkubwa wa wanawake waliokuwa wakimsifu kwa juhudi zake za kuwasaidia Alijihisi mdogo kama sisimizi. Alitamani arudishe muda nyuma lakini hakuwa na nafasi tena. Alijitahidi kutafuta njia ya kumfikia Mariam ili kumwomba msamaha. Aliandika barua ndefu akieleza majuto yake na jinsi maisha yake yalivyobadilika baada ya kumwacha. Lakini alipowaza kumpelekea barua hiyo, alihisi haikuwa na maana tena. Mariam alikuwa ameendelea na maisha yake. Alikuwa amepata heshima, upendo na hifadhi bora zaidi kuliko alivyopewa naye. Hakukuwa na nafasi ya kurudi nyuma. Kuzaliwa kwa mtoto wa Mariam. Baada ya miezi miwili ya ndoa yao, Mariam alijifungua mtoto wake wa kiume katika hospitali kubwa jijini Dar es Salaam. Mtoto huyo alipewa jina la Nasor Jakaya, jina lililobeba maana ya nguvu na heshima. Rais Jakaya alimshikilia mtoto huyo kwa furaha kubwa, akimhakikishia kuwa angemlea kama mwanawe wa damu. Ikulu ilijawa na sherehe kubwa, lakini kwa Mariam, furaha yake haikutokana na kifahari bali kwa kujua kuwa mtoto wake angelelewa katika mazingira yenye upendo na heshima, tofauti na maisha ya upweke aliyopitia awali. Baada ya kujifungua, Mariam aliendelea na miradi yake ya kusaidia wanawake. Alijua kuwa kuna wanawake wengi waliokuwa wakihangaika kule mitaani kama alivyokuwa akifanya. Hakutaka kutumia nafasi yake kama mama wa taifa kwa starehe binafsi. Alitaka kuleta mabadiliko ya kweli. Aliwahi kumwambia Jakaya, mimi si mama wa taifa tu kwa jina, bali kwa vitendo. Ninataka kuwainua wanawake waliotelekezwa kama mimi. Rais Jakaya alimpa sapoti ya hali na mali, akihakikisha kuwa miradi yake ya inafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Hatima ya Juma. Baada ya miaka miwili ya mapambano, Juma alifanikiwa kupata kazi ya kawaida kama mfanyakazi wa duka la vifaa vya ujenzi. Maisha hayakuwa mabaya, lakini yalikuwa tofauti kabisa na maisha aliyoyazoea. Hakuna mtu aliyemheshimu kama zamani na kila alipojaribu kutafuta ushawishi wake wa zamani, aligundua kuwa hakuwa na dhamani tena kwenye jamii. Hata hivyo, hakuacha kufuatilia maisha ya Mariam kwa mbali. Aliona jinsi alivyostawi, jinsi alivyopata upendo wa kweli na jinsi alivyokuwa mama wa taifa aliyependwa. Kwa miaka mingi, alibaki na majuto moyoni mwake, lakini hakuthubutu kumtafuta Mariam tena. Alijua kuwa hakuwa na nafasi tena maishani mwake. Mariam anasonga mbele. Miaka ilipita na Mariam aliendelea kuwa mwanamke mwenye ushawishi mkubwa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Programu yake ya kusaidia wanawake ilipanuka na kuwasaidia maelfu ya wanawake waliokuwa katika hali ngumu. Alianzisha shule za ufundi kwa wanawake ili waweze kupata ujuzi wa kujitegemea bila kutegemea wanaume waliowatelekeza. Ndoa yake na Rais Jakaya ilizidi kuimarika. Walikuwa wenzi wa maisha, waliunga mkono ndoto za kila mmoja. Jakaya alimpenda Mariam si kwa sababu ya hadhi yake mpya, bali kwa sababu ya moyo wake wenye upendo na dhamira yake ya kusaidia wengine. Baada ya miaka mingi, Mariam aliandika kitabu cha maisha yake kiitwacho Kutoka Kutelekezwa Hadi Kuwa Mama wa Taifa, ya ambacho kilihamasisha wanawake wengi kupambana na hali ngumu bila kukata tamaa. Katika moja ya hotuba zake alisimama mbele ya umati mkubwa wa wanawake na kusema, niliwahi kudharauliwa, kutemwa na kuachwa peke yangu nikiwa na ujauzito, lakini sikuruhusu hiyo iwe mwisho wa ndoto zangu. Kila mmoja wetu ana dhamani, kamwe usikubali mtu mwingine akuambia kuwa hufai. Kila mtu aliyekuwa kwenye ukumbi alipiga makofi kwa nguvu, huku wengine wakimwaga machozi ya furaha. Mariam alikuwa mfano wa mwanamke aliyeshinda magumu na kubadilisha hatima yake. Kutoka kwa mwanamke aliyeachwa na kudharauliwa hadi kuwa mmoja wa wanawake wenye ushawishi mkubwa zaidi nchini Tanzania. Alikuwa ushahidi hai kwamba mwanamke anaweza kuinuka kutoka chini kabisa na kufikia kilele cha heshima na mafanikio. Mariam na mustakabali mpya. Miaka iliendelea kusonga mbele na Mariam akawa jina kubwa si tu Tanzania bali Afrika kwa ujumla. Akiwa mama wa taifa, alitumia fursa yake kuendeleza miradi mbalimbali mbali ya kuwawezesha wanawake, hasa wale waliotelekezwa, wanawake wa vijijini na wale waliokuwa wakikabiliwa na changamoto za kiuchumi na kijamii. Moja ya mipango yake iliyopata umaarufu ilikuwa Etumaini Jipya ambayo ililenga kuwapa wanawake elimu ya ya ujasiriamali, mikopo midogo na mafunzo ya kiufundi ili waweze kujitegemea. Kupitia mpango huu, maelfu ya wanawake walifanikiwa kujikwamua kutoka kwenye umaskini na kujijengea maisha mapya. Katika miaka mitano ya kwanza ya ndoa yake na Rais Jakaya, Mariam alifanikiwa kufanikisha mambo makubwa. Alijenga vituo vya misaada kwa wanawake na watoto walio katika mazingira magumu. Alianzisha programu ya elimu kwa wasichana wa vijijini kuhakikisha kuwa kila msichana anapata nafasi ya kusoma bila vikwazo. Alipigania haki za wanawake bungeni akifanya kazi na wabunge kuhakikisha sheria za usawa zinapitishwa. Kupitia kazi yake, aliheshimiwa kama moja ya wanawake wenye ushawishi mkubwa zaidi barani Afrika. Familia ya Mariam inapanuka. Mwaka wa tano wa ndoa yao, Mariam na Jakaya walijaliwa mtoto wa pili, binti aliyepewa jina la Amina Jakaya. Kuzaliwa kwa Amina kulileta furaha kubwa katika familia yao na kumfanya Nasor, mtoto wao wa kwanza, kuwa kaka mwenye furaha na majukumu mapya. Wakiwa wanandoa, Mariam na Jakaya walihakikisha kuwa licha ya majukumu yao makubwa ya uongozi wa nchi watoto wao walilelewa katika mazingira ya kawaida yenye maadili na kujifunza thamani ya kusaidia wengine. Nassor akiwa mtoto wa rais, alikuwa kijana mwenye adabu aliyejali watu wa hali ya chini na mwenye ndoto ya kufuata nyayo za wazazi wake. Tofauti na watoto wengi wa viongozi waliokulia kwenye maisha ya kifahari, Nassor alilelewa katika misingi ya uadilifu, huruma na kujituma. Juma na majuto yasiyokwisha. Wakati Mariam akiwa kwenye kilele cha mafanikio, Juma alikuwa bado akiishi maisha ya kujuta. Pamoja na kwamba alikuwa ameanza biashara ndogo ya kuuza vifaa vya ujenzi, maisha hayakuwa rahisi kwake. Alikosa amani ya moyo kwani kila mara alikumbuka kosa lake la kumwacha Mariam. Mara nyingi Juma alijikuta akisoma magazeti au kuangalia televisheni akiona Mariam akihutubia umati mkubwa wa watu, akipokea tuzo mbalimbali na akipongezwa kwa kazi zake za kijamii. Alishindwa kuamini kuwa mwanamke yule yule aliyemkana mbele ya watu sasa alikuwa mmoja wa wanawake wenye heshima kubwa Tanzania. Hakuweza kuficha wivu wake alipomsikia Mariam akitajwa kama mama wa taifa wa wanyonge kwa sababu ya mapenzi yake kwa watu wa hali ya chini. Alitamani angeweza kurudi nyuma na kurekebisha makosa yake, lakini alijua kuwa hiyo ilikuwa ndoto isiyowezekana. Hatimaye, baada ya miaka mingi ya kuhangaika na majuto, Juma aliamua kumwandikia Mariam barua ya mwisho. Mariam, ninaandika barua hii nikiwa na mzigo mzito moyoni. Najua kuwa sina nafasi tena katika maisha yako, lakini najua pia kuwa sikuwahi kukuomba msamaha kwa dhati. Nilikuwa mjinga mwenye kiburi na tamaa. Nilifikiri kuwa maisha mazuri ni yale ya kifahari, nikakutupa bila kujali. Lakini sasa kila siku nikiamka najua kuwa nilipoteza mwanamke bora zaidi aliyewahi kuwa nami. Sitaki kuomba kitu chochote kutoka kwako. Nataka tu ujue kuwa najuta. Unastahili heshima yote unayopewa. Samahani kwa kila maumivu niliyokusababishia. Juma. Baada ya siku chache, barua hiyo ilifika mezani kwa Mariam. Aliposoma hakuhisi hasira. Hakuhisi uchungu. Bali alihisi huruma. Kwa sababu alikuwa amesamehe zamani. Kwa sababu alikuwa ameshaendelea na maisha yake. Alijua kuwa hakuna kitu kingine angeweza kumwambia Juma, kwani walikuwa na njia tofauti kabisa maishani. Badala ya kujibu, aliketi kimya, akatazama nje ya dirisha la Ikulu akitafakari safari yake ndefu, kutoka kuwa mhudumu wa hoteli hadi kuwa mmoja wa wanawake mashuhuri zaidi Tanzania. Hakukuwa na nafasi ya kurudi nyuma. Alifunga barua hiyo akaichoma na kuendelea na siku yake. Mariam anakuwa kiongozi wa Afrika. Kadri miaka ilivyoendelea, Mariam alizidi kupaa. Alishinda tuzo nyingi za kimataifa kwa kazi yake ya kuwawezesha wanawake na kusaidia jamii. Alipewa nafasi ya kuwa balozi wa Umoja wa Mataifa kwa masuala ya haki za wanawake barani Afrika. Aliandika vitabu viwili juu ya safari yake na mapambano ya wanawake ambavyo vilitumiwa kama vitabu vya masomo vioni Heshima yake ilizidi kuongezeka na baadhi ya viongozi wa Afrika walimshawishi agombee nafasi shawishi agombee nafasi ya uongozi wa juu katika Umoja wa Afrika, lakini Mariam hakutaka madaraka zaidi. Siku moja alipokutana na waandishi wa habari, aliulizwa, mama wa taifa, umefanikiwa sana, kuna nafasi yoyote ya kugombea urais wa Tanzania? Mariam alitabasamu kisha akasema hayo Ninaamini kazi yangu ni kuwa sauti ya wanawake na wanyonge, siyo kushindana kwa madaraka. Nikiwa hapa nilipo, ninaweza kufanya mabadiliko zaidi. Hilo ndilo lengo langu. Na hivyo Mariam aliendelea kuwa nguzo ya mabadiliko, mwanamke aliyeshinda kila changamoto na kugeuza maumivu yake kuwa ushindi wa wengi. Mariam alikuwa na nguvu, hekima na heshima kutoka kwa mwanamke aliyeachwa akiwa na ujauzito hadi kuwa mama wa taifa na mmoja wa wanawake wenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika. Juma kwa upande wake, alijifunza somo kubwa, kwamba thamani ya mtu haipimwi kwa mali, bali kwa jinsi anavyowapenda na kuwadhamini watu walio karibu naye. Ndoa ya Mariam na Rais Jakaya iliendelea kuwa mfano wa upendo wa kweli, na watoto wao Nasor na Amina walikuwa kwenye misingi ya maadili bora. Katika miaka yake ya mwisho kama mama wa taifa, Mariam aliandika maneno ambayo yaliwaadhiri wanawake wengi: kama kuna kitu nilichojifunza katika maisha ni kwamba hakuna mwanamke asiyeweza kufanikisha ndoto zake. Hatima yako haipo mikononi mwa mtu mwingine. Chukua nafasi yako, usikubali kudharauliwa na usiruhusu mtu yeyote akufanye uhisi hufai. Wewe ni wa thamani. Na hivyo, Mariam aliendelea kuwa nuru kwa wanawake wengi, akiacha urithi wa upendo, hekima na ujasiri. Mariam safari inayoendelea. Miaka ilipita na Mariam aliendelea kuwa alama ya matumaini kwa wanawake na jamii kwa ujumla. Aliendelea kusimamia miradi yake ya kusaidia wanawake, watoto na familia zenye mahitaji maalum. Kwa msaada wa Rais Jakaya, programu zake zilienea kutoka Tanzania hadi nchi nyingine za Afrika Mashariki. Lakini safari yake haikuwa rahisi kila wakati. Pamoja na umaarufu wake na heshima aliyopata, kulikuwa na changamoto nyingi. Watu waliompinga kwa sababu ya msimamo wake thabiti juu ya haki za wanawake, baadhi ya wanasiasa waliotaka kumdhoofisha, na hata vitisho kutoka kwa makundi yaliyohisi kuwa juhudi zake zilikuwa zinatishia mifumo ya zamani ya ukandamizaji wa kijinsia. Mariam na mapambano ya kisiasa. Licha ya kutokuwa mwanasiasa kwa moja kwa moja, kazi ya Mariam ilihamasisha wanawake wengi kuingia kwenye siasa. Alisisitiza kuwa wanawake wanapaswa kuwa sehemu ya maamuzi muhimu ya nchi na kuhimiza sera zinazowasaidia wanawake kupata nafasi za uongozi. Katika uchaguzi mkuu uliokuwa unakuja, vyama vya kisiasa vilianza kumshawishi agombee nafasi za juu serikalini. Wengi waliona kuwa alikuwa na uwezo wa kuwa kiongozi wa taifa, lakini Mariam alikataa mara kwa mara. Ninataka kusaidia watu bila kushindana kwa madaraka. Naweza kufanya mabadiliko hata nikiwa nje ya siasa rasmi, alikuwa akisema. Hata hivyo, nguvu ya ushawishi wake iliwafanya viongozi wengi kubadilisha sera zao kwa hofu ya kupoteza sapoti ya wanawake waliomuunga mkono. Familia inakuwa kipaumbele. Licha ya majukumu yake makubwa, Mariam alihakikisha kuwa familia yake inabaki kuwa sehemu muhimu ya maisha yake. Nassor na Amina walikuwa katika mazingira mazuri ya kujifunza na kusaidia jamii. Mwanawe wa kwanza Nassor Jakaya, alipofikisha umri wa miaka 18, alitangaza kuwa alitaka kusomea sheria na haki za binadamu. Alipata udhamini wa kusoma nje ya nchi, lakini aliahidi kurudi kusaidia Tanzania baada ya kumaliza masomo yake. Binti yake Amina Jakaya, aliyekuwa na miaka 16, alionyesha kipaji cha sanaa na uandishi wa habari. Alianza kuandika makala kuhusu changamoto zinazowakumba vijana hasa mabinti wa Kiafrika na kazi yake ilianza kusambaa mitandaoni. Mariam alihisi fahari kuona watoto wake wakichukua mwelekeo wa kusaidia jamii na alijua kuwa alikuwa amewalea katika misingi sahihi. Hatima ya Juma, mwisho wa safari. Kwa upande wa Juma, maisha yake yaliendelea kuwa magumu. Alijaribu kila njia kurejea kwenye hali nzuri kifedha, lakini kila alichogusa hakikudumu. Alipokuwa na umri wa miaka hamsini, afya yake ilianza kudhoofika kutokana na msongo wa mawazo na maisha magumu aliyopitia. Siku moja akiwa hospitalini, baada ya kupata matatizo ya moyo, alimwomba daktari wake ampatie nafasi ya kuzungumza na Mariam. Daktari huyo ambaye alikuwa akifahamu historia yao alihisi ni jambo la busara kumjulisha Mariam kuhusu hali ya Juma. Mariam akiwa mtu wa huruma na msamaha, aliamua kwenda kumwona Juma hospitalini. Walipokutana, machozi yalikuwa kwenye macho ya Juma. Alijuta kwa kila kitu, lakini Mariam hakuwa na chuki naye tena. Nilikosea Mariam, sikujua dhamani yako hadi nilipokupoteza sasa sina chochote lakini najua kuwa wewe ni mwanamke wa kipekee, Juma alisema kwa sauti dhaifu. Mariam alimtazama kwa huruma. Juma, maisha ni safari. Kuna wakati tulikuwa pamoja, lakini sasa kila mmoja wetu yuko kwenye njia yake. Nashukuru kwamba umekuja kutambua makosa yako, lakini usijilaumu sana. Kila mtu ana nafasi ya kubadilika. Baada ya siku chache, Juma alifariki akiwa na amani. Mariam alihakikisha anazikwa kwa heshima na alihudhuria mazishi yake kwa utulivu. Hakuwa na chuki moyoni, bali aliona kifo chake kama somo kwa wengine, kuwa heshima, upendo na maamuzi mema ni vitu vya thamani kuliko pesa au hadhi ya muda mfupi. Kuaga Ikulu. Baada ya rais Jakaya kuhudumu kwa vipindi viwili vya urais, muda wa kustaafu ulifika. Wote wawili walijua kuwa ilikuwa ni wakati wa kupisha kizazi kingine. Taifa lilikuwa limebadilika sana katika kipindi cha uongozi wao na waliona fahari kuwa sehemu ya mabadiliko hayo. Siku ya kuaga ikulu ilikuwa yenye hisia nyingi. Mariam alikumbuka siku yake ya kwanza hapo akiwa mama mjamzito aliyeachwa na mume wake, mhudumu wa hoteli alionekana hana dhamani, lakini sasa alikuwa mama wa taifa, mwanamke aliyegusa maisha ya maelfu. Akiwa anashika mkono wa Jakaya aliwaaga wafanyakazi wa Ikulu kwa tabasamu. safari inaendelea, lakini dhamira yangu haitasimama. nitaendelea kufanya kazi kwa ajili ya wanawake na jamii yetu, alisema Mariam, mwanamke anayeacha urithi. Baada ya kutoka Ikulu, Mariam na Jakaya walihamia kwenye nyumba yao ya kawaida nje kidogo ya jiji. Huko, Mariam aliendelea na kazi zake za kijamii, akifungua taasisi mpya kwa ajili ya kusaidia wasichana wanaopitia magumu katika jamii. Aliandika kitabu kingine, Nguvu ya Mwanamke, Safari ya Ushindi, ambacho kilihamasisha wanawake wengi zaidi kujikomboa na kusimama imara katika maisha yao. Katika miaka yake ya mwisho ya maisha, Mariam aliendelea kuwa mshauri wa viongozi, mwanamke wa mfano kwa vizazi vijavyo na aliheshimiwa sana na watu wa Tanzania na Afrika kwa ujumla. Siku moja alipokuwa kwenye hafla ya kutoa tuzo kwa wanawake waliovunja vizuizi katika jamii, mwandishi mmoja wa habari alimuuliza, "Mama Mariam, ukiangalia nyuma, je, kuna jambo lolote unalotamani kufanya tofauti?" Mariam alitabasamu akifikiria safari yake yote kutoka kuhudumu kwenye hoteli hadi kuwa mama wa taifa na kusema, "Hapana, kila jambo lililonipata lilikuwa na maana. Kila machozi, kila maumivu, kila ushindi vilinifanya kuwa mwanamke niliye leo, na ningependa kila msichana, kila mama, kila mwanamke ajue kuwa anaweza kusimama, kupambana na kushinda. Hakuna mwanamke asiye na dhamani Hatima yako iko mikononi mwako. Kila mtu katika ukumbi alisimama na kupiga makofi kwa nguvu. Mariam alitazama umati huo akijua kuwa ujumbe wake ulikuwa umefika. Alikuwa ameacha urithi usiofutika. Na hivyo Mariam aliendelea kuwa nuru kwa wanawake wa Tanzania na Afrika nzima, mwanamke aliyepitia dhoruba akainuka na kuwa alama ya nguvu, hekima na upendo wa kweli. Mimi naitwa Maria, kama umependa simulizi hii, naomba ulike na ukomenti kwenye video yangu. Pia naomba usubscribe kwenye chaneli yangu. Asanteni.